Karibuni katika simulizi na mikasa mbalimbali. Leo nawaletea sehemu ya kwanza Jini Bahari. Kijana mmoja anasema kwamba alitokea kupotea barini kisa kumpenda binti mrembo ambaye ni waujinini na leo anakusimulia mkasa huu. Unayemsikiliza, msikose ku subscribe na no comment ili mfuatilie mkasa huu mpaka mwisho. Karibuni sana. Kwa majina anaitwa Karim. Nimekuwa nikiishi na babu yangu ambaye ndio mzababa wangu babu. Babu yangu akua ni mvua samaki mkubwa sana. siku moja

kuvua samaki Tulipofika baharini, ndio babu akanambia chochote nitakachokiona baharini nisikitamani. Nikamwambia babu, usijali. Babu alifurahi na kutabasamu, kisha tulivua samaki wengi hiyo siku. Tulipomaliza na kurejea nyumbani, ndio babu amekuwa akienda akinitikiza sana na uwepo wangu ndani ya baharini, ndio nikamwambia babu, napenda niwe mtu maarufu kama wewe. Ndio babu akatabasamu, kwa sababu alikuwa ni mwenye tabasamu imejaa sura yake, akanambia, mjukuu wangu, mimi nitakufunza ila kama utaniidi kitu kimoja. Ndio nikamwambia babu, kipi icho, akaniambia mjuku wangu, kuna mambo yasiyoonekana katika jicho lako la kawaida, lakini kwa sababu umeamua nikufunze, nitakuelekeza namna gani utakayejifunza ili uelimike, hata kama atakayekuja kukuzuru ili ya kuogope. Ndio babu aka akanipaka unga usoni, kisha akanambia mjukuu wangu, ende uladi. Nilipokwenda kulala sasa, nilipofika majira saa nane za usiku, nilimwona mzee mmoja mwenye ndevu nyingi na amevaa msuli, amekuja na ame kuongea na, na babu sijui maneno gani, kwa kwamba akiongea na babu, kisha babu ni nikamwambia babu, ile ni mtu gani? Akaambia mwanajini ambaye ananipa nguvu ya kuvua wa samaki. Nimeshangaa sana kwa mbionge ya kwanza kuyasikia katika maisha yangu. Ilipofika majira ya subuhi, sasa nimebaki pale pembezoni ya bahari, kisha nikamwona msichana ambaye ni mzuri mrembo sana amekuwa nikaambiwa na rekia zake sababu kipindi kurudia, akanambia uko naongea na nani? mimi nikamwambia niko naongea na binti ambaye ni mrembo sana, huko muona babu alishangaa, kanambia mjukuu wangu, sasa wewe kama nimekataza mambo ya kusalimia na salimana na kuja watu wasio waona, achana nayo. Nimeshangaa na kauli hiyo ya babu, tena amekuwa amefua kwa kisirani usoni mwake. Ndio tulio ya kwanza namuona babu amekuwa na kisirani ila moyo ina maana babu amuoni huyu msichana mrembo ambaye ni mzuri hivi mashaallah, mwana binti ameeneza mpevu, binti wa watu mpole, mkarimu na laiti ningejua babu. Kila mechi unaambia ndio mkasa wangu ilipoanzia. Wewe msikilizaji, unanisikia na kuelezea singe msalimia huyo binti. Ndio babu akaniita na kutukaongozana, ndani ya bahari tumeenda kuvua wa samaki kama kawaida yetu, tulipata wa samaki. Sasa hicho kipindi tunamaliza sasa, ndio nikamwona ile msichana mrembo Shemsa amekuwa kitabasamu sana, nimeshawishika kama mwanaume Asim, nilipofika karibu yake. Amekuwa akimotea manukato yanayotoka katika vazi na mwili wake. Amekuwa ni msichana mrembo mzuri mwenye sura, mwenye tabasamu linalotoka katika sura yake. Hata wewe unayenisikiliza ungeshawishika kumwomba namba yake. Alipo nikabidhi namba yake na kuondoka, kisha nikarudi sehemu babu alipo. Babu amenambia, mjukuu wangu tuelekee nyumbani. Tulipofika nyumbani huwa nikimfikiria yule msichana binti mrembo Shamsa. Baka babu yangu kaniita na kuniambia, mbona nakuona tofauti na kile ninavyokuzoea? Jioni nikamwambia babu nimemwona msichana na mrembo sana. Akanaambia basi mjukuu wangu huwa makina yo unachokiona maana sio kawaida ya wote wanakiona. Nimeshangaa kauli ya babu. Sasa ilipofika majira ya usiku na lala kitandani, nimekujiwa na ndoto ambayo nikimwona ni msichana ambaye tunayefanya mapenzi. Nimeshangaa na kushtuka, nikasema kwa nini msichana unamjua siku moja na mnafanya naye mapenzi? Msikose sehemu ya pili, kwa kutufuatilia kwa kwa kusubscribe. Karibuni sana, asanteni.